Wanawake tunapitia changamoto nyingi sana katika ufundi, eidha kutoka kwa mafundi wenzetu. Unakuwa kazi umeisomea na kuielewa vizuri, lakini unakuta mwenzako, ukapata kazi kubwa, anakuhitaji kimapenzi unapokataa au mnapokuwa hamjakubaliana na kile kitu, unakuta ile kazi umeikosa, na unaweza hata kudhulumiwa haki yako, kama kazi umefanya ukakosa pesa yako. Na kwa mabosi, changamoto tunazokutana nazo ndio hizo hizo ambazo bosi unakuta anakuhitaji kimapenzi. Mnaposhindana, unakuta anakutafutia sababu, ana uwezo wa kukupa hata kesi ikakupelekea kushusha kali ya kazi yako ila tunashukuru Medical Foundation imekuja kutusimamia na kutuwezesha sisi kama wadada mafundi. Hali hiyo haiwezi kukatisha tamaa kama unajua nini unachokifanya na kujisimamia kama mwanamke na kuupa nidhamu mwili wako kwanza. Tunaishukuru sana serikali yetu ya awamu um ya sita kwa kutupigania na kutupa kipaumbele wanawake, kwa sababu ukimsimamia mwanamke na ukimpigania vilevile anaweza na vile vile zinapotokea fursa mbalimbali, haijarishi iweje, tunaomba watupiganie na watusimamie, ili tuweze kusonga mbele na kuweza kumudu familia zetu na kujipatia kipato. Serikali yetu sisi, mazingira ya kufanya kazi, tuna makampuni mbalimbali ambao hawatuamini kama tunatoa kufanya kazi kwa bidii hivyo hatuaminiki kwa mabosi wengi kwa sababu asema wanawake ni wanyonge, hata fanya kazi kwa ubora. Lakini tulishukuru kampuni ya imetuunganisha na makampuni mbalimbali, inatuunganisha na viongozi mbalimbali, wanatuaminisha kwa watu wengi. Tunawaomba waendelee kututetea. Ni baadhi ya mafundi wenzetu, contract, mainjinia, mafundi wazoefu ambao wana matajiri, wana viongozi wanaowatetea, huko ndo wanaosababisha tusiaminike. Rushwa ya ngono ni sekta mbalimbali, unapofanya kazi, wana wanaume mara nyingi huo hiyo kitu wanaitanguliza mbele, lakini msimamo wa kila fundi, ukijiamua kujitangaza kwa kila mtu, unaweza kuwa sehemu ya maisha yako, lakini ukijisimamia, naona kama sio changamoto kubwa kwetu. Mabazi ya mafomeni, unaweza kuwa unafanya kazi kwa umbo la usipokubali kufanya naye na maana kazi hautakuwa na, na hata ukifanya naye alivyokuwa nakutathmini ukenda naye anasema kwamba, ah, ume ni hivi ni, kama ni sababu ya chuki kwake akusimamisha kazi vilevile, tulikuwa tunaomba makampuni mkuu wa mkoa wakurugenzi, kwamba sisi ni wanawake, ni nguvu kazi, kazi tunaiweza, tumeisomea VETA, tunaaminika sehemu mbalimbali, National House, watu endelee kutuamini kutuunganisha na viongozi mbalimbali, watu waamini na wengi wamepata ajira k ek uh, peke yake una miradi zaidi na miradi hiyo fanywa na vijana kwa uh, sekta ya ujenzi. Lakini ukelewe, tuna tuna chuo cha VETA ambacho kinatoa elimu ya ujuzi katika shughuli mbalimbali za ujenzi. Rai yangu kwa vijana, hasa vijana ambao leo tumekutana nao hapa, ambao ni zaidi ya 70% ya wa watanzania ni vijana vijana lazima waweze kuwa na ujuzi wa kuweza kupambana na maisha yao. Vijana wasipokuwa na ujuzi, wanaweza kulalamia kwamba maisha ni magumu, lakini ujuzi pekee, tunazungumzia skilled labor, yani kijana mwenye ujuzi anaweza kuwa mwashi, anaweza kuwa ni carpenter, anaweza kuwa ni plumber, anaweza kupata faida ya kuishi vema kwa sababu anajiajiri mwenyewe. Duniani kote hakuna nchi ambayo imeweza kuajiri vijana wake wote na hasa vijana wenye ujuzi. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana na hasa vijana hao ambao wamejitokeza hapa, kwamba ujuzi wao ndio utawawezesha kuweza kuishi vizuri. Serikali inaweka miundombinu, serikali inatengeneza sera imara ya kuwawezesha vijana. Rai yangu kwa vijana, lazima wajiunge kwenye vikundi mbalimbali kisekta kama wale waashi wale pramba electrical na kila sehemu, wanapojiunga wanapata ujuzi wao, lakini wanapata fursa ya kuweza kupata mikopo ya kujiendeleza. Aa, changamoto za mafundi, na kama nilivyosema, tunao utaratibu wa manunuzi unaoruhusu mtu mmoja mmoja kuomba kazi ndani ya serikali na akapewa kazi. Kwa hiyo mtakapofanya mkutano mwingine, marongo nikawaleteni wataalamu wa sheria za manunuzi, nikawaleteni wakurugenzi wa halmashauri zote, nikawaleteni na wakuu wa wilaya, ili waje kutoa elimu kuhusiana na namna ambavyo mafundi wanavyoweza kuwa patnas wa serikali na kuakses miradi ya serikali ambayo inatangazwa katika mkoa wa wazi. Mafundi yoye Oe!